Salamu aleikum wa rahmatullahi wabarakatu, mpenzi mtazamaji, kupitia hapa KHAIRO tv, leo tumekutana tena katika video ingine ambayo inahusiana na faida ya kula machungwa, kwani machungwa ni katika matunda muhimu sana na katika matunda ambayo yana faida katika mwili wa wanadamu. Faida zake ni nyingi, lakini kwa upande wangu nitakutajia zile ambazo ninazifahamu. Mpenzi mtazamaji, kupitia hapa Khairo TV ni kuombe usisahau kumswalia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, pia usisahau kusubscribe, kucomment, ku like na kushare, ili uwe wa kwanza kupata video zote zitakazokuja kupitia hapa Khairo TV. Asante mpenzi mtazamaji, faida ya kwanza ambayo inapatikana katika tunda hili muhimu na adhimu, utakapokula chungwa, hutuliza moyo kwenda mbio. Yaani ukiwa na tatizo la moyo kwenda mbio, basi ukila chungwa, moyo utatulia. Lakini pia kwa yule ambaye mwenye mafua akila chungwa, basi mafua hutulia pia. Lakini kwa yule ambaye hushtukashtuka kwenye mbavu zake, yaani anakuwa na ugonjwa wa kushtukashtuka pembezoni mwa mbavu zake, basi akila chungwa kila kitu kitakuwa sawa. Mpenzi mtazamaji, faida ingine ambayo inapatikana katika tunda hili adhimu na muhimu ni kwa yule mtu ambaye huwa akitoa hewa, yaani akijamba, hujamba kwa sauti kubwa, basi tunda hurekebisha mfumo huu, yaani tunda hili la chungwa hurekebisha mfumo huu na kuwa sawa, kwani muda mwingine hujamba kwa sauti kubwa huleta fedheha mbele ya watu. Mpenzi mtazamaji, faida nyingine pia ya tunda hili la chungwa huweka sawa chembe ya kifua. Lakini hapa, mpenzi mtazamaji tangu mwanzoni mwa video hii tulikuwa tunazungumzia yale machungwa yenye ladha tamu, lakini kwa upande wa machungwa makali pia yana faida nyingi sana. Miongoni mwa faida ya machungwa makali, husaidia moyo kuwa na nguvu na chembe pia, yaani mwenye tatizo ya chembe akifua hukaa sawa. Lakini pia machungwa makali hutia hamu ya kula, mpenzi mtazamaji, machungwa pia husaidia kupambana na kiu. Unaweza kula chungwa ikapungua kiwango cha kunywa maji, japo madaktari wanatuhimiza kunywa maji kwa wingi. Pia ukiwa una tabia ya kunyakunya ovyo, basi ukila machungwa hukontrol tabia hii na kuwa na amani pia ukiwa unatapika, mpe mtu ambaye anatapika chungwa kali, basi itapotea hiyo hali ya kutapika. Lakini ikiwa kutapika kunaendelea japo umempa hilo chungwa basi, mchemshie ubani mastaka, ambao unapatikana madukani, yaani duka ya dawa za asili, mpe anywe. Hii itakata moja kwa moja tabia hiyo ya kutapika. Pia mpenzi mtazamaji, tabia nyingine na faida nyingine ya chungwa utuliza hofu ya kile ambacho unakimiliki, kutokuwa na wasiwasi juu ya kile ambacho unakimiliki. Mpenzi mtazamaji, yale machungwa makali pia huondosha chunusi katika uso. Hivyo basi, mpenzi mtazamaji, mtu ambaye ana chunusi ajizoeshe kula machungwa, hii itakuwa mojawapo ya tiba kwake. Mpenzi mtazamaji, kwa upande wa mbegu za zi machungwa zina faida pia, na faida yake kwa mtu ambaye anasumbuliwa na sukari, azipate mbegu, azianike, aziponde na unga wake ale. Hii pia ni dawa nzuri ya sukari. Lakini pia kwa mtu ambaye ameng'atwa na nge, achukue mbegu za chungwa aziponde Akisha apate unga atumie kwa kula. Mpenzi mtazamaji, hadi kufikia hapa, hii ni faida fupi na chache kwa zile ambazo mimi nazifahamu kutokana na tunda hili avimu la chungwa. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapa ndio mwisho wa video hii ambayo nimekuandalia, ambayo ni fupi kutokana na faida ya chungwa. Mpenzi mtazamaji, ni kuombe usisahau kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia kufanya istighfari kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamee sisi na maiti wetu wote, pia Allah subhanahu wa ta'ala atupe mwisho mwema. Mpenzi mtazamaji, ni kuombe usisahau kusubscribe, kucomment, ku like na kushare, ili uwe wa kwanza kupata video zote zinazotoka kupitia hapa Khairo TV. Kufikia hapa sina la zaidi niseme, mpenzi mtazamaji, uhibbukum bila hudud wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.